Kwa nini hujaridhishwa? Mkutano umeendeshwa kihuni, ulikuwa ni mkutano ambao kimsingi hatukupaswa kuitwa hapa. Kama alikuwa mkutano huu, hatukupaswa kuwepo, kwa sababu haya ambayo ametusomea hapa, angeposti hata kwenye Instagram page ya klabu ya Simba, kungewapitia wewe. Ulikuja na ukiwa na tarajia nini? Uh, do you know the meaning of annual general meeting? Tell us. Ni ushirikishwaji wa wanachama participate ya asilimia mia moja kwa wanachama wa timu yao, na meza kuu, meza kuu kuja mbele na kutusomea ripoti kama, kama taarifa habari ya ITV, alafu huna mtu akumuuliza swali? Haiwezekani, ilipaswa ichakatwe ba tu ba between the line, mstari kwa mstari kile ambacho kinasemwa meza kuu, sisi tu tu brainstorm, tuseme ndio, hapana. Hicho ndio ambacho tunakufanya sisi. Mnaelewa? kwa, kwa hiyo kuja kutusomea sisi haya makabdasa, alafu nakufunga kikao ulikuwa oh, na maana gani? Okay, nikuuliza swali, nani kapitisha hapa mwanachama aliyepitisha mapendekezo ya makabisho katiba hii. Nani? Hakuna. Kwa, kwa. Kwa? Kwa. Kwa?